Lugha ya makada wa Chauma wanaozungumza ya kuhusu Lissu au kuhusu viongozi wa Chadema ni maneno ya hovyo kabisa, yapaswa hata kuzungumzwa na viongozi wa vyama vya kisiasa. Vyama vya upinzani vinapaswa kuungana kuzungumza lugha moja, na kazi ya vyama vya siasa ni kuikosoa serikali iliyoko madarakani ili vyenyewe viingie madarakani. Hayo ndo malengo ya chama cha siasa. Kwa hiyo ukimuona mwanasiasa wa chama cha upinzani anakikosoa chama kingine cha siasa malengo yake yako kwenye mrengo wa watawala na nyinyi mnafahamu eh. Viko vyama vya namna hiyo. Sasa mimi leo sitaki kuzungumza mambo mengi, ila nitazungumza na vyombo vya habari hivi karibuni, nitaeleza msimamo wangu. Kwa hiyo nitawaita siku sio nyingi, tutazungumza. Umekuwa ukikosoa sana Chauma, ni tofauti kabisa na vile ambavyo ulijiunga mwanzoni. Hii ndio kusema kwamba inawezekana kuna baadhi ya sera ambazo wakati unaingia, hivi sasa unaona ni kama haziko sawa sawa, na badala yake unakuwa ukimpambia maua Chadema na watu No, hawako sawa, hawako sawa. Nimewaambia mara nyingi na nimewaambia mara kadhaa. Nimewaambia chama cha siasa wajibu wake mkubwa ni kuikosoa serikali iliyoko madarakani. Wajibu wake mkubwa ni kuikosoa serikali iliyoko madarakani. Sasa kama chama cha siasa ukiona wanatoka, wanatoka, wanatoka viongozi, wa viongozi wa chama kingine wanakosoa viongozi wa chama kingine, so, hilo jambo liko sawasawa. Nimewaambia ndani nimewaambia kote tulikokutana nikawaambia, mnapaswa kutoa majawabu hisi. Ni chama cha siya siasa, bahati mbaya naweza nikasema bahati mbaya kimeshiriki uchaguzi wa, wa 2025 2025, sio e, uchaguzi ambao mazingira yake kila mtu anayajua. Sasa ukiona chama cha siasa kinakaa kimya na kinashiriki uchaguzi wa namna ile kinakwenda kushiriki e, mshindi wa CCM katika matokeo ambayo hayaeleweki kinashiriki kutangazwa kwake, kinashiriki kuapishwa kwake. Nimewakosoa ndani, nikawaambia hamko sawasawa, hamko sahihi, mnaonekana mko mrengo huo. Kwa hiyo, hilo wanaelewa na wananichukia kwenye jambo hilo, lakini mimi ni msimamo wangu. Nimewaambia hamko sawasawa kwenye, kwenye, kwenye kutimiza wajibu wenu kama chama cha siasa kwa hiyo nilitarajia wao ndo wangetoka na maoni makali zaidi, walaani mauaji yaliyotokea, mauaji ya vijana waliouawa bila hatia, watoke walaani uchaguzi ulivyoendeshwa, walikuwa, walikuwa wazungumze wao, wao ndo walitokea, watoe lawama hasa, kwa sababu walishiriki uchaguzi. Lakini unaona, wao wanashiriki na wale wale ambao waliwakandamiza. Hii ni jambo la ajabu sana. Ndio maana mimi nimeshindwa eh, kuelewana nao, nimewaambia wazi. Kwa namna hii hatuwezi tukasema sisi ni chama cha siasa. Na hata hiyo minongono inayoendelea kwamba nyinyi ni ni CCMB inapata mashiko kwa sababu haiwezekani. Yule aliyekusababisha ulie, yule aliyekuumiza kuumiza, kusab... ndo huyo unamkumbatia, ndo huyo anakualika unashuhudia unashiriki e, hafla zake zote. Haiwezekani, hatujazoea hivyo. Chama cha siasa hakijawa hivyo. Eh? Hatujawahi kuwa hivyo. Wewe unagombea urais unapewa kura namba za viatu na unakwenda unashiriki, unashiriki katika hatua zote za kukabidhiwa cheti, unashiriki hatua zote za kuapishwa, unashiriki kila hatua. Sasa tunakuelewaje? Na watanzania wawezi kutuelewa ndugu zangu, kwa sababu wajibu wa chama cha siasa chochote nchini ni kushika dola. Madhumuni yake ni hayo. Sasa ukitoka kwenye madhumuni na wajibu mkubwa, sasa ili kuelekea huko ni wajibu wa kuikosoa serikali iliyoko madarakani. Sasa tukiondoka kwenye kuikosoa serikali sisi tunafanya nini? Hatuna tunachokifanya kwenye siasa, maana wajibu wetu vyama wa vya upinzani vyote ni kuikosoa serikali iko madarakani kwa sera zake, namna wanavyoendesha nchi, namna wanavyokwenda. Ndo wajibu wa chama cha siasa, kinapaswa kusimama kwa niaba ya umma, umma ambao unawataka kesho na kesho kutwa, wa kuamini wa kupigie kura. Kwa hiyo wanapokwenda tofauti, ndo maana sisi wengine eh, tume tume tumejitanabaisha wazi, tukawaambia hamko sawa sawa, ile aliko sawa, na huo ni msimamo wangu kwamba hawako sawa sawa, na narudia tena, Chaumma haiko sawa hata kidogo, kwa namna ambavyo inatumia baadhi ya makada wake, hawako sawa sawa.